Amoja, ya swali ambalo tumekuwa tukiulizwa mara kwa mara ni uhusiano gani uliopo kati ya acid reflux na vidonda vya tumbo? Naitwa Dr. Jimmy, karibu katika chaneli yetu ya JWS Herbal Clinic. Kama ni mara ya kwanza kutufuatilia, basi usiache kusubscribe na kucomment na kushare, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Sasa tuna changamoto inaitwa acid reflux na nyingine tunaita vidonda vya tumbo. Hizi ni changamoto, sasa hivi zimekuwa ni changamoto kubwa sana na wengi wamekuwa wake tuuliza utofauti wake uko wapi. Eh, mara nyingi kwa sababu zinakuwa na dalili zinazo uh, fanana. Sasa nikukaribishe ndugu yangu uweze kufahamu kiundani, ili uh, uweze kujua uh, tunavyoongelea acid reflux nini, tunavyoongelea vidonda vya tumbo um, nini nini, tunavyoongelea uh, acid reflux. Acid reflux inatokana na kemikali ambayo tunasema ni hydrochloric acid. Hiyo kemikali ni kemikali inayomwagika tumboni baada ya kula. Kazi yake kubwa huwa inaenda kumengenya kazi yake kubwa huwa inaenda kumeng'enya chakula. Kwa hiyo ukiona unaenda chooni unapata choo tofauti na kitu ulichokula, jua kwamba hauna asidi inameng'enya chakula. Kama hauna asidi, ukienda chooni, kama umekula miogo itatoka hivyo hivyo miogo, utajua kwamba asidi yangu imepungua. Kwa hiyo asidi huwa inamwagika tumboni kwa ajili ya kumeng'enya chakula. Sawa, sasa ile asidi mara nyingi inakuwa inamwagika tumboni pale unapokula, yaani unapo unapoweka tu chakula. Sawa, homoni ya gastrin inaachia asidi na mwagika tumboni, naenda kumwa inaenda kumeng'enya kile uh, kile chakula moja kwa moja. Sasa ikitokea, hiyo uh, ni asidi, nimeelezea asidi. Vidonda vya tumbo tunaongelea ni majeraha au vidonda vinavyopatikana kwenye kuta za tumbo za utumbo uh, kwenye kuta za tumbo au tumbo mdogo au pia inaweza kifuani au kwenye koo la chakula. Kwa hiyo hivyo ndio vidonda vya tumbo, yale majeraha ndio vidonda. Tunapoongelea vidonda vya tumbo ni kweli tunaongelea vidonda au majeraha yanayopatikana kwenye kuta zetu za nini? Kuta zetu za tumbo. Sasa inakuwaje? Sasa unachotakiwa kufahamu ni kwamba asidi ndio inasababisha vidonda vya tumbo. E, e, yani asidi ni chanzo kimojawapo kinachosababisha vidonda vya tumbo na wengi hawafahamu. Ndio maana mara nyingi tumekuwa tukitafuta tiba mara kwa mara za asidi tunashindwa kutibu. Kwa nini? Ni kwa sababu pia tuna changamoto ya asidi. E, sasa inakuwaje? Asidi kimwagika tumboni, tunachoongelea asidi, chukulia ile asidi ya kawaida, tindikali ya kawaida, ile asidi mara nyingi huwa inaungua inaunguza inaunguza na kuua kwa. hiyo kitokea ikitokea asidi ikamwagika tumboni ikakuta mna chakula eh, huwa inasambaa inaenda kumega kwenye inamega, ina baadhi ya kuta kwenye tumbo lako. Hichi ndio kitu kikubwa sana ambacho sasa wengi hawafahamu. Ikimwagika ndio maana ukiwa na changamoto, ndio maana ukichelewa kula, uishajiuliza kwa nini ukichelewa kula tumbo lako linawaka moto sana inawaka moto sana kwa sababu chakula na pengine huwa linatetemeka. Ni kwamba a, kina, ina, asidi ikifika muda fulani huwa inamwagika tumboni. Ndio maana ukishazoea kula saa saba kila siku saa saba ina maana ikifika saa saba lazima asidi itamwagika tumboni. Ikishamwagika tumboni, moja kwa moja itaenda isipokuta chakula, itaenda kumega kuta za tumbo. Kwa hiyo, moja kwa moja itatengeneza vidonda kwenye kuta zako za tumbo. Lakini namba mbili, asidi inasababishaje vidonda vya tumbo? Inasababisha vidonda vya tumbo kwa sababu asidi ikimwagika, pia u ikimwagika nyingi sana huwa eh, inasababisha bakteria ya wale wazuri wote wanakufa na wanabaki bakteria wabaya, ikiwemo mmojawapo anayebaki tumboni ni yule bakteria ambaye ni hatari zaidi, ambaye anasababisha kidonda cha tumbo ambayo tunasema H pylori. e, kwa hiyo ikitokea sasa asidi mwagika tumboni sana, uwe naenda kuua bakteria wazuri, wanabaki bakteria wabaya, ikiwemo H pylori moja kwa moja, ni bakteria ambayo anakupa mazara makubwa sana. Kwa hiyo uhusiano uliopo ni kwamba asidi inasababisha vidonda vya tumbo moja kwa moja. Na mara nyingi unapokuwa uh, unatibu vidonda vya tumbo hakikisha pia unatibu changamoto ya asidi kidogo. Kwa nini asidi? Kwa sababu asidi na yeye ni, ni agent wa vidonda vya tumbo. Ndio maana mara nyingi tumekuwa tukiuambia kwamba, umewahi kwenda kupima hospitalini wakakwambia, uh, una vidonda vya tumbo, lakini huna bakteria anayesababisha vidonda vya tumbo. Kama umewahi kuambiwa hivyo, jua kwamba ukiambiwa hivyo, jua kuna asidi ndio amesababisha vile vidonda. Kwa hiyo vidonda vya tumbo vinasababishwa na vitu viwili, inasababishwa na asidi au na H pylori. Nadhani hapo mtaweza, nimeweza kueleweka. Kwa hiyo unapokuwa unatibu vidonda vya tumbo hakikisha pia unatibu asidi. Kwa nini asidi? Kwa sababu asidi na yenyewe ni agenti mojawapo anayesababisha vidonda vya tumbo na anayeondoa bakteria Wabaya, wabaya wazuri tumboni, na kuacha bakteria wabaya tumboni. Kama utakuwa na swali lolote, basi karibu JWS Herbal Clinic, au usiache kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una swali lolote, basi tupo hapa, tutaweza kukusikiliza, tutaweza kukupa namna ya kuondokana changamoto hiyo. Karibu na Mungu akubariki.